Inakuja kwako mara ngapi? Unachukua hatua unaposikia neno la Mungu? Nini kinakuzuia usichukue tu ya kutembea na neno la nchi? Nini kinakuzuia? Siku moja kabinti ka kazi kamechukuliwa kule kwa Naamani, kalivyomwona bosi wake kakaanza kujisemesha, laiti mwana wangu angekuwa kule Samaria pamoja na yule nabii angempa akamwambia bosi, mfalme, mfalme wa Shamu akaandika barua, akaenda na sadaka za kutosha kwamba nenda mpaka Samaria, naye alikuwa na shinda vita sana tu si kidogo, tatizo ukoma. akienda kwenye vita akipigana akimaliza vita akirudi nyumbani anaanza akirudiaanza kuwaza vidole vyake, nina ukoma. Okay, ukoma gani na kusimama